Tunaadhimisha matembezi ya hisani Pugu maarufu kama Pugu Marathon awamu ya tatu. Kumbukwe kuwa awamu ya kwanza ilifanyika tarehe 27 Mei mwaka wa 2023 na tulichagua tarehe hiyo ili kuhitimisha sikukuu ya Mtakatifu Yosefu mfanyakazi ambayo huadhimishwa Mei Mosi kila mwaka. Pia siku hii hiyo ya Yosefu mfanyakazi huadhimishwa sikukuu ya wafanyakazi wote duniani. Kanisa linaheshimu sana kazi halali na kupata kipato halali kwa watu wote. Katika Biblia, Mtume Paulo aliwasa watu wafanye kazi tena kwa bidii, na ndio kusema asifanya kazi. Nasi tunatoa wito kwa watu wote kufanya kazi kwa bidii. Ili kukuza uchumi wa familia zetu na jamii nzima ya nchi yetu. Tutambue kuwa kufanya kazi sio adabu bali ni wajibu wetu katika kujitegemeza. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nimweleze malengo ya kuanzishwa kwa mbio hizi za Pugu marathoni kama ifuatavyo: moja, kujenga afya zetu kwa kufanya mazoezi; na mbili, kuendeleza kituo hiki cha hija hapa Pugu kama mojawapo ya vituo vya vivutio vya utalii ndani ya nchi katika kituo hiki cha hija hapa Pugu ujenzi wa vituo vya njia msalaba utakuwa ni wa awamu. Tuna mpango wa kukamilisha vituo kumi na vinne vya njia ya msalaba. Kujenga kila kituo ambapo ni pamoja na njia zake gharama yake ni shilingi milioni 39. Hapa tunahitaji jumla ya shilingi milioni 546 kukamilisha vituo vyote. Narudia tena hapo, ili kujenga vituo vyote 14 inahitajika shilingi milioni 546. Lengo la pili ni kujenga jengo la utawala ambalo makadirio yake ni mi shilingi milioni 200. Jengo hilo la utawala shilingi milioni mia mbili. Gharama hii inajumuisha baadhi ya vitendea kazi na ufundi kwani baadhi ya vifaa tayari vipo. Ujenzi wa jengo la utawala tayari umesha anza. Ndugu mgeni rasmi, ukosefu wa fedha umefanya miradi hii kutokamilika kwa wakati jumla ya fedha zinazohitajika kwa awamu hii ni kiasi cha shilingi milioni 746, milioni 746. Tatu, kufanya matendo ya huruma katika hospitali na wahitaji mbalimbali. Na nne, kusaidia maktaba katika shule ya sekondari ya Pugu ambayo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifundisha. Nimefurahi kusikia kwamba hata wewe mgeni rasmi ulisoma katika shule hii ya Pugu kidato cha tano na cha sita. Nashukuru sana kwamba ulisoma hapa. Jamani, makofi kwake kama. Ehapa sio mahali pageni kwako. Mwaka huu <coughs> wa 2025 na washiriki zaidi ya elfu sita walioshiriki mbio hizi katika umbali tofauti: kilometa mbili nukta tano, kilometa tano, kilometa kumi na kilometa ishirini na moja. Ili kufanikisha yote haya, tunao wahisani, tunayo ikiwemo taasisi yako ya NMB, yeah. Naona kuna kuna ile trend pale, kuna haya maneno ya NMB. Alafu na hapa mbele naona wengi eh, jamaa hapo wa NMB. Jamani, mbona, hebu tunyoshe mkono ni wa NMB. Naona wa NMB wako hapo, benki ambayo inapendwa sana na, na watu wengi kama mnavyojua, watu wengi wanapenda benki hii ya NMB iko pale, na kabla sijasahau niwashukuru sana kwa Eh, uhisani wenu mkubwa ambao umefanikisha hii maratoni ya leo rasmi. Tunashukuru sana katika hilo. Asante sana anwa, eh, fukazo wa NMB asanteni sana na tunaombea baraka za Mungu, benki yenu iendelee kusonga mbele Benki yenu itoe huduma ambazo ni iendelee kutoa huduma ambazo ni bora, na pia benki yenu, eh, iendelee kuwa na ule moyo wa uhisani katika matukio mbalimbali ya kijamii. Yako matukio mbalimbali yanayohusu jamii ambapo unakuta watu wanaenda kuomba msaada katika haya mabenki. Eh, tunaomba mwendelee na moyo huo huo wakusaidia mambo mbalimbali katika jamii ya Watanzania, na sisi tunawaombea Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Hii benki iendelee kusonga mbele kwa mbio za kasi, tunawaombea sana. Ni imekuwa basi, wafadhili wetu wakuu katika tukio hili la leo lakini wako wengine ambao kwa kweli wamefadhili hizi mbio ambao ni benki ya taifa ya biashara inaitwa NBC, kuna benki yetu ya Mkombozi, alafu pia kuna Weso Original products, pia kuna Dumo Cones Lumocons Company Limited, pia kuna Bonite Botlas Limited, kutia maji ya Kilimanjaro, alafu kuna hii kampuni ni kampuni ya Mixx Yas ya simu, alafu kuna Mr. UK na pia SGA Security. Tunawashukuru sana penda wahisani wetu kwa kusaidia kufanikisha tukio hili la leo, Pugu Maratoni ya ishirini ishirini na tano, na tunawaombea baraka kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki, shughuli zenu ziendelee kusonga mbele na mwendelee kutoa huduma kwa Watanzania kupitia wahisani hao ambao wametoa vitu mbalimbali ikiwemo fedha taslimu, lipa namba, SMS, banners, tens, maji ya kunywa, huduma ya upimaji afya, ulinzi na ushauri. Kwa hiyo huduma hizi zimetolewa na tunawashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi Ifuatayo ni historia fupi ya eneo hili la kituo hiki cha Pugu, kituo cha hija. Mwaka 1888 wamisionari kutoka Ujerumani wa shirika la Wabenediktini, akiwemo Pari Boniface, mabruda, mafateri na masista kwa ujumla walikuwa kumi na nne, walifika eneo hili na kuanza kituo. Wamisionari hawa waliamua kuishi huku Pugu ili kujitenga na wakoloni wa Kijerumani wa wakati ule. Mnamo Januari tarehe 13 mwaka 1889 Waliuawa wa, na utawala wa Sultani Abushiri, na wachache kufanikiwa kukimbia. Walikimbilia sehemu nyingine, pamoja mengi waliofanya wakati huo. Pia walijenga shule iliyoitwa eh, St Francis inayojulikana eh, kwa sasa Pugu Sekondari yuko na kama ulivyosema, ulisoma pale kumbea, shule yenyewe unaifahamu. Pugu pana historia kwa kuwa ni chimbuko la ukombozi wa nchi yetu, kwa kuwa Baba wa Taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa mmoja wa walimu wa shule ya sekondari ya Pugu, ambapo ilimlazimu kuacha kazi ya walimu na kuingia kwenye siasa Hatimaye kupata uhuru tarehe 9 Disemba 1961. Shule ya Pugu moja ya shule za awali kuanzisha kidato cha tano na sita adi, na baadhi ya viongozi wengine waliosoma hapa ikiwemo rais wa awamu ya tatu marehemu Benjamin <coughs> William Mkapa na wengine wengi. Kwa kutambua umuhimu wa Pugu, jimbo kuu la Dar es Salaam inaendeleza kituo hiki ili kiwe kituo cha hija cha kimataifa na kuwezesha watu mbalimbali kutembelea. Kwa jinsi hii, kituo cha hija kitaitangaza Tanzania na kuvutia watalii kuja na kuingizia nchi yetu mapato. Katika risala ya msimu wa pili wa Pugu Marathon, ambapo mgeni rasmi alikuwa waziri mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa, alitupa maelekezo ya kuingiza kituo hiki katika orodha ya vituo vya kitalii Tanzania. Kwa sasa tunaendelea na ufuatiliaji na tuna tunataraji muda sio mrefu kitatangazwa rasmi.